Kiongozi na tajiri mwenye kemikali hizi anadaiwa kuwa raia kutoka Israeli anayeishi humu nchini na ambaye jina lake tumelibana, na anayekisiwa kuwa mamluki hatari anayetekeleza biashara zingine haramu kando na ya uzalishaji pesa. Duru zinatuarifu kuwa yeye huingiza kemikali hizo ambazo pia tumebana jina, kupitia usafiri wa ndege kila siku ya Jumatatu, baadaye kuwatumia raia kutoka magharibi mwa Afrika kuendeleza biashara hiyo haramu. Siku ya mwisho tulijitayarisha vilivyo kabla ya kuitisha usaidizi kutoka kwa OCPD wa Urban Mombasa, Tom Odero aliyeitikia mwito wetu kwa haraka upesi na kutupa maafisa wawili chapakazi kutoka kituo cha Central kukabiliana na matapeli hao iwapo wataleta shida. Kwani tulihofia wamejihami. Kisha tulifunga safari kuelekea nyumbani kwa dada aliyechukua majukumu ya kuzalishiwa pesa, kukutana na jamaa hao. Tulipanga kamera zetu kwa makini kuhakikisha ya kwamba tumenasa kila aina ya ushahidi dhidi ya matapeli hao na kwa vile walikuwa wameitisha shilingi milioni moja kwa zoezi hilo la kuzalisha shilingi milioni tatu, tuliamua kuwachezea ligi ya kimataifa na kutumia pesa zao bandia kama ada. Walioitisha nilizifunga kwa makini kabla ya kuweka shilingi elfu kumi halali juu ya hizo zingine bandia, kwa lengo la kuwaonyesha iwapo watadai kutaka kuziona pesa hizo. Baada ya kukamilisha zoezi hili tuliamua kukaa mkao wa tahiyatu na kuwasubiri matapeli hao waliokuwa wamedai watawasili na kemikali zote pamoja na chapa za pesa hizo saa tano za mchana. Kwa muda wa saa mbili zaidi tuliwasubiri jamaa hao bila ya kupoteza imani. Saa saba unusu mabingwa wote wawili waliwasili salama salimin vifurushi vyao bandia huku wakivipanga mezani kando na kububujikwa na maneno yao matamu wanayotumia kila mara wanapowaibia Wakenya.

Make 3 million. Make 2 million. Bila kusita, tulianza kuamulika tukiwa katika sehemu ya juu, licha ya joto kali na ugumu wa kujibanza katika hali tulivu. Chumba cha pili tuliwaficha maafisa wawili wa polisi watakaotulinda dhidi ya mashambulizi ya aina yoyote ile. Tulimtaka dada wetu mrembo awasihi jamaa hao kurudia zoezi la kutengeneza pesa kwa mara ya pili, na hapa ndipo walianza ujanja wa kutaka kumtapeli dada huyu. Na kwa vile tulikuwa na ushahidi tosha, bila kupoteza wakati, tuliteremka kwa haraka upesi na kuwazuia jamaa hao kutoweka. Hapa walitakiwa kutulia tuli, huku polisi wakiwasaka na kufanya uchunguzi wao. Eric Saint Germain, hilo jina lake, raia kutoka Kongo na wala siyo Cameroon kama alivyomweleza dada wetu hapo awali. Wa pili ni Francis Chapa na wala sio Alex kama alivyodai hapo awali, yeye ni raia wa Cameroon aliyewahi kukamatwa hapo awali na maafisa wa uhamiaji na kuachiliwa katika njia isiyoeleweka. Amekaa humu nchini kwa muda wa miaka kumi na mitano katika njia isiyoeleweka. Kando na kudaiwa kuwatapeli wa Kenya mamilioni ya pesa, wakiwemo wabunge na wa mawaziri. Eric Saint Germain, raia wa Kongo, mjuzi na bingwa anayedaiwa kuwalaghai wa Kenya haijulikani anafanya kazi gani, licha ya kujipiga kifua eti yeye hufanya kazi na Umoja wa Mataifa na wakati mwingine muuzaji wa magari. Ni mtu mpole, na wengi waliorambishwa mchanga naye wanamtaja kama mtu aliye na ushawishi mkubwa serikalini na anayefanya kazi yake atakavyo bila woga, licha ya kutoa vitisho kwa Wakenya kila mara anapowaibia. Baada ya polisi kuwadadisi kwa muda, walisafirishwa moja kwa moja hadi kituo cha polisi kwa upelelezi zaidi. Njiani walinipa vitisho vya obutu, eti wao ni sawia na moto wa kuotea mbali na wanajua jinsi ya kuwanyamazisha polisi kila mara wanaposhikwa, jambo ambalo tuliarifiwa hapo awali. You spring, you stay here, you pay 500. The inadaiwa kuwa watu hawa wamewalaghai hata mawaziri na wabunge kwa kuwadanganya kuwazalishia pesa zaidi za kuwapa wakenya wakati wa kampeni zao. Hatimaye tuliwafikisha mbele ya OCPD wa Mombasa Bwana Tomodero. Thank you very much. Na kwa vile walijitia mababe, tuliamua kufuatilia kesi yao kwa makini na hata kuhusisha uchunguzi wa hali ya juu where chini ya amri ya mkuu wa upelelezi wa mkoa Pwani, bwana Nyaga Reche. Siku iliyofuatia tuliwafuata hadi mahakamani kujua ni yapi yatakayojiri. Licha ya maombi ya wakili wao Cliff Ombeta ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu kumi kila mmoja, jaji chapakazi alipinga ombi la wakili huyo na badala yake kuamuru kutoa dhamana ya shilingi milioni moja kila mmoja kabla ya kesi yao kusikizwa tena tarehe ishirini na tatu ya mwezi huu. Kufikia leo watu wengi waliotapeliwa wanazidi kujitokeza kando na kuwasiliana nasi kuhusiana na wawili hao, tungelipenda kuwajuza Wakenya wote waliotapeliwa na jamaa hao wawili wapeleke lalama zao katika ofisi ya OCPD wa Mombasa, Bwana Tomodero, au kituo chochote cha polisi kwa uchunguzi zaidi. Kuchuma tumewachumia, na sasa kazi tunawaachia maafisa wa polisi pamoja na mahakama kutumia sheria za taifa hili kama funzo kuwaadhibu watu wa sampuli hii wanaowaibia wakenya wapenda amani. Mohammed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.